Wanadamu nalikia nini? Yote. Hebu nionyeshe kimoja unachoingia. Nitaonyesha tu. Nionyeshe kimoja unachoingia. Anyesha. Wewe ni maiti unayetembea. Sana tu. Wewe ni marehemu unayetembea. Ndio ndio. Hata wewe unakumbuka ulikuwa na rafiki zako leo wapenda. Lakini nah. Leo hauko nao. Hauko nao. Yuko wapi mama yako msasa? Yuko wapi baba yako msasa? Wako hapo wapenda ule wameondoka Mwanadamu ni maua tu, maua tu, mwanadamu unapotea, unapita, siku zako ni chache sana, siku zako ni chache sana, siku zako ni chache sana. Si vile, sababu mwanadamu unaweza kuona mwanadamu, siku zake za bishi sio nyingi nazo zimejaa taabu, kwanza sio nyingi, alafu zimejaa taabu, kwa maana una magonjwa, kwa maana unapigwa na mwenzako, kwa maana maisha yako yameharibika, kwa maana

aanta nawatiusea. Mimi nimehubiri sehemu nyingi, sehemu yenye maneno machafu, maneno makuu na ufananisha na mtu wa Yerusalemu inasema, eh eh, Yerusalemu. Yesu atafika kwenye mtu wa Yerusalemu, Yesu atafika kwenye mtu wa Yerusalemu. Ndio ndio mtu anakuwa na roho ngumu kama Santa for the church, ndio mtu anakuwa na mapushi kama Santa for the church, ndio mtu anakuwa na sifa kama Santa for the church. Ndio Yesu atafika pale Yerusalemu, atasema, akasema, eh eh, Yerusalemu, eh Santa

na kuwapiga kwa mawe. Niapiga kwa, kwa mawe wale walio tumwa kwako. Wale walio tumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka? Mara ngapi tumekuja hapa umetona mataira kuwakusanya pamoja? Yesu alisema mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja? Ndiyo. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja? Ndiyo. Mara ngapi nimetaka upendo wangu mwingi? Tuh. Upendo wangu mwingi katika hii center ya Baba James. Ndiyo. Mara ngapi linakuja hapa kuubinjari chamo? Mara ngapi

Maisha yako ni mateso. Sana sana. Sa Biblia sema Injili uwezo wa Mungu yatao wokovu. Ndio. Yesu asema mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye upate faida. Ndio. Wokovu ni faida yako mwenyewe. Naam. Ah. Faida yako. Wokovu ni faida yako mwenyewe. Faida yako. Uliza basi hata washika. Ndio. Kama mimi nahangaika kwa kitu kinachoitwa pesa, uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza. Uliza.

Wakasema Yerusalemu hey, ga ksa mstari. Inasema ndio, e Yerusalemu Yerusalemu Yerusalem Yerusalemu, wawae manabii wawae manabii na kuwapiga kwa mawe na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, hautaanza wao kutupiga kwa mawe Haujaanza ha wewe kutupiga kwa maneno. Haujaanza. Haujaanza. Haujaanza. Wewe. Haujaanza wewe. Nacho unafanya kazi ya shetani kwa kujua au kwa kutokujua. Lakini haujaanza ha Haujaanza wewe. Akuuaini Haujaanza. Walikuwa kwa ndugu zako kama hawa. Naam naam, manabii wa kweli wa Mungu. Naam naam. Na kanisa ya kweli waliochoma moto. Unaona ni vitu ambavyo ni vya hofu. Vya hofu. Mara ngapi? Mara ngapi? Vya hofu. Nimetaka nimetaka kuwakusanya pamoja kuwakusanya pamoja watoto wako watoto wako kama vile kuku wakusanyavyo pamoja vifaranga vyake kama vile kuku wakusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake chini ya mabawa zake, lakini lakini hamkutaka lakini hamkutaka. Angalieni angalieni nyumba yenu nyumba yenu meachiwa mmeachiwa hali ya ukiwa hali ya ukiwa, hali ukiwa. Kwa maana kwa maana nawaambia kamwe hamtaniona kamwe, tangu sasa tangu sasa, hata mtakaposema hata mtakaposema, amebarikiwa amebarikiwa ajae kwa jina la Bwana ajae kwa jina la Bwana Yesu. Anailalamikia Yerusalemu sana tu Yesu anailalamikia Yerusalemu sana sana, ameacha hali ya ukiwa ndio, ameacha hali ya magonjwa ndio, kwenye maisha ya Yesu